Mmepoteza ubingwa mjapoteza mchezo unazungumziaje? Wewe tunazungumzia kwenye hili swala hili. Tuseme kama kidonda tu ambacho iko kidonda ukiwa umeumia wewe ni kama ukiumia wewe maumivu si unayapata wewe? Eh, basi unapokuwa unapata wewe maumivu na mimi ndio niliyopata leo niliyopata leo. Kweli mimi nimefeli kwa mchezo wa leo. Akisoma nimefeli, hapana. Yaani kwamba na, na imani kuna siku na mimi nitakuwa kama kama wao walonifanyia mimi kitu cha leo. Na imani kuna siku mimi nitapita kama wao. Unazungumzia Simba walikuwa na changamoto kwenye maeneo gani? Hapo, Simba Simba alikuwa na maeneo, walikuwa na changamoto, walikuwa na changamoto kushinda kupata mabao mengi kwenye maeneo gani hapo, hilo swali gumu, hilo swali gumu. Tumsikie shabiki wa Simba. Yeah, yeah, yeah. Brother, umepoteza ubingwa kwa mara nyingine unazungumziaje? Aa, mimi kwa, ma, kwa majina yanaitwa Mustafa kutoka pande za Mbezi hapa, au sio? Kuhusu swala la mchezo, kupoteza mchezo ni kitu cha kawaida kwenye soka, au sio? Mimi nalaumu maamuzi ya leo aliyokuwa anatoa refarii hayakuwa upande wetu kabisa. Kwa hiyo tunajitahidi, tutapambana kwa msimu ujao, sio msimu, kwa msimu ujao tufike zaidi ya tulipofika hapa kwenye ligi ya mabingwa. Kwa ujumla kikosi unakizungumziaje? Ah, kikosi vizuri, kikosi kizuri, kikosi kizuri, kikosi ni kile kile, hakuna mabadiliko. Ni machache mabadiliko, nahisi kama mawili hivi yalikuwepo leo, lakini haijatutoa kwenye malengo yetu au sio? Wachezaji wamecheza vizuri, wamepambana kwa hali na mali kuipambania Simba, hicho tu. Hicho. Haya, ikitokea mfano mnahitaji kufanya maboresho, una ushauri uongozi maboresho yao kwenye maeneo gani? masuala hayo kufanya maboresho kwenye kikosi cha Simba, ayo tunaachia uongozi. Sisi hatuna jukumu la kumwambia bwana kiongozi yoyote kwamba bwana tumletee nani tuletee nani. Wao ndo wanaona na wao ndo anaipambania Simba, mpaka tumewachia majukumu kama hayo wa kuipambania simba. Naamini simba ipo kwenye mikono salama na ipo kwenye nchi salama ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ukiangalia Simba ilikuwa haina changamoto yote, mpaka ina, inafika kwenye kupoteza ubingwa. Changamoto zipo kwenye mchezo, changamoto zipo mchezo wowote haukosi changamoto, changamoto zilikuwepo na kama changamoto zilikuwepo wenzetu tuseme walituzidi. Baada ya kupata kadi nyekundu ya Kagoma, tukawa Simba wenyewe tushaingia na moyo ule wa tuseme waku, wa kukata tamaa, umeona kila mtu akaona da, sasa hapa inakuwaje hapa umeona. Ila kiukweli wachezaji wamepambana, wachezaji wamepambana.